Atu jambo watoto wazuri. Hatujambo. Shikamo mwalimu. Mara maraaba. Mwambie jirani yako umependeza, umependeza. Kwa majina naitwa Mwalimu Sala. Leo nitaenda kuwafundisha kuhusu upendo wa kweli, ndio watoto wazuri? Ndiyo, ndiyo mwalimu. Watoto wazuri, mnaweza mkaniambia nini maana upendo wa kweli? Ndiyo, ndiyo Noela. Upendo wa kweli ni kuwapenda marafiki zangu. Ndio, Grace. Upendo wa kweli ni kumkumbatia mama yangu tu. Ndio, Mariam. Upendo wa kweli ni kuwasaidia watu ambao wanapata shida au tatizo. Oh no. Safi sana jipigeni makofi oh no. Mimi mwalimu wenu Sara nitawaelezea vizuri nini maana ya upendo wa kweli. Upendo wa kweli ni kumsaidia mwenzako anapokuwa na shida mbalimbali. Kwa mfano, mwenzako ana viatu, unabidi umsaidie. Au mwenzako amebeba dhambi moyoni mwake, unabidi umwombee na Yesu atakubariki. Sasa mtaweza, mtaweza kuchukua madaftari yenu na kuandika kwa utulivu na kwa ukimya. Ndiyo watoto wazuri, ndiyo mwalimu. Haya andikeni. Mm, hebu subiri kwanza. Kwa nini umekuja na nguo chafu? Hmm. Kwanza tuwezi tukaongozana nawe na bora hata uondoke kwanza miguu imepauka, hatuwezi kwanza kuongozana naye kwanza, kwanza tuondoka. Tena nguo tuna, tuna kufagilia. Tuondoka aujui tu ondoka, ondoka. Kama utaki situambie tuondoke sisi. Ondoka kwanza, ona hivyo pauka nguo, tuondoke kama hataki Noela na Grace mnaenda wapi? tunaenda kucheza kwa nini unamwacha mwenzenu hatuwezi tukuongozana na yeye kwa nini? kwa nini? kwa sababu ni mchafu hivi nyie hapo roho ni mwenu nyie ni wasafi kwani unadhani nini Sio vizuri mnaenda kucheza unamwacha una mwenzenu leo tumejifunza nini kuhusu darasani Kwani tumejifunza nini? Mimi sijui. Wewe unajua? Ndio ninajua. Upendo wa kweli ni kuwasaidia watu ambao wanapata shida au tatizo. Mwenzenu ana shida, msimseme wala msimsengenye. Huyu ana shida lazima msaidie. Basi tumuombe msamaha. Naomba utusameeni. Yeyea, asante. Chukua viatu vyangu hivi uvivae. Asante, vizuri sana. Jipigeni makofi. <coughs> Hivi ndo jinsi ya kufanya upendo wa kweli kama nilivyowaambia. Watoto wangu wazuri, upendo wa kweli ni kuwasaidia wenzako shida mbalimbali. Kwa mfano Mariamu alimsaidia Neema na akampa viatu. Hivi ndo tunabidi tufanye upendo wa kweli ndiyo watoto wazuri. Ndiyo mwalimu. Nahisi mmenielewa. Ndiyo. Enyi wazazi, kama tulivyofanya katika igizo letu, tunaomba na nyewe mwe, mwe na mwenu, mwenu, mwe mmwe na upendo wa kweli hata kazini mwenu hata majumbani mwenu mmwe na umwesha upendo wa kweli <laughs> ili na sisi watoto tuweze kuiga kwenu amina.